Watazamaji wa Baraza Media TV, mimi ni Thomas Nkara Malia Mungu Venasi, niko hapa ndani ya studio za Baraza Media TV hapa Montreal, Canada. Uh, bila kukawia, taacha nafasi kwa mgeni wetu kujitambulisha. Uh, karibu dada. Asante sana. habari yako? Mzuri. Uko salama? Salama. Napendeza. Merci. Napenda hiyo robe yako ni mzuri. Asante sana. Asante. Nani amekutengenezea? Umeshoneshia wapi? Burundi, Burundi. Ndiyo. Sawa. Bon, bila kukawia utwambie wewe unaita ujitambulishe utwambie unaita unaitwa nani? Mm. Kwa majina naitwa Vestine Nkurunziza. mm -hmm. Uh, naishi umo mu Canada. Okay. Saint Jerome. We ni raia wa nchi gani? Burundi. Ni raia wa nchi ya Burundi. Uko wa familia ya, ya aliyekuwa Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza? Hapana, nimesikia kwa, kwa jina lako kuna Nkurunziza. Kwetu kule ndo hivyo, viko hivyo hivyo. mm. Ndiyo. Okay. Ndiyo. Sawa sawa, umekuja ee, ndani ya studio za Baraza Media TV. Tuambie malengo yako ya kuja ndani ya studio ni nini? Malengo yangu ni kuja kuongea kuhusu eh, kazi za Mungu niko nafanya, nataka kutangaza hmm. nataka kuitia mapibiki, okay. Ndiyo antuka ni nini unataka, una, una kufanya mziki? okay. aina gani ya mziki uko nataka kufanya? Niko nafanya mziki wa gospel Mziki wa, mziki wa Injili wa Injili kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu. mm -hmm. Njo, niko nafanya. Okay. Ulianzia kazi ya uimbaji wapi? Ni hapa ama ni huko nyumbani Burundi? Nilianzia Burundi, kingali mdogo ndo nilianza kuimba mm -hmm. Nilianza huduma ya uimbaji nikuwa na miaka miaka mitano hivyo mm -hmm. E, nikaendelea nikaendelea na uimbaji wangu mm -hmm. Na mpaka sasa hivi, ulikuwa naimba nyumbani ama kwa kanisani ama shuleni ama ilikuwa namna gani? Asante sana <laughs> e. E. E. nilikuwa naimba popote, kushule tulikuwa na kwaya mm -hmm. e. na kwa kwaya, kwaya masomo, e. ya shule. Kwaya masomo mm -hmm. e. na mkwaya kukanisa okay. Ndiyo. Okay, donc uimbaji wako ulianziaka kunyumbani Burundi ukiwa kuimba kanisani — Ndiyo. na shuleni pia. Okay. Je, hapa Kanada pia unaimba kwa, kwa, kwa kwaya? Ndiyo, hapa Kanada naimba kukwaya, niliendelea, nilifika hapa na hapa nikaingia mkwaya, naendelea hmm. kuimba. Sasa, na, na uimbaji wako utaimba kwa kiku, na kikundi cha kwaya ama utakuwa solo artist, utakuwa mwimbaji wa, wa kipekee kwa uimbaji wangu nitakuwa kwa kipekee. Okay. Nitaimba mimi mwenyewe. Kwa hiyo kama mimi nakuelewa vizuri, ni kama vile unataka kuanzisha huduma yako ya uimbaji kama mwimbaji wa kipekee? Ndiyo. Soul artist Ndiyo. Okay. na kanisani, je, bado utashiriki kwaya ama utakuwa namna gani? asante sana nitaendelea kuimba na pekee mm -hmm. na mkwaya na mkwaya mkanisa na yeye nitaendelea kuimba. okay. Ndiyo. Okay. Donc ni ni huduma tu ya uimbaji naendelea. Kwa hiyo unataka kuifanya kipekee lakini bado kanisani utaendelea kushiriki pia? Ndio, ndio. Asante sana. Na kwa familia yako je, kuna mtu alikuaga naimba ama we ulikuwaga aje juanze kipaji cha uimbaji ujipate iko ndani mwako? Je, kwa familia yako kuna mtu alikuwa naimba? Asante sana. Uh, mimi nilizaliwa kwa familia yenyewe ni wa Kristo. okay. nikakomalia mu mfamilia a wa Kristo mm -hmm. Eh, mama yangu alikuwa ni mwimbaji mwimbajini hapo, mwimbaji wako umetokea. Na sauti yangu naimba sauti ya mama hmm. Mama yangu anaimba sauti ya pili hmm. Na mi mkwaya mkanisa naimbaga sauti ya pili okay. Ndiyo. Sawa sawa. Vizuri sana. Felicitations kwa hiyo apele ambayo umepata ya kuanza gospel ya kuanza kariere, kariere solo Najua haiko rahisi kwa, kwa sababu mziki wa kipekee huko na challenge mingi, huko na magharama, huko na masafari mingi. Ndiyo. Lakini pamoja na Mungu yote inawezekana, si ndivyo? Ndiyo, ndiyo, ndiyo. <laughs> Ndiyo. Sawa. So, eh, uko na manyimbo deja ziku? Labda uko na albumu, uko na ipi huko na masingo zenye zimesha toka, tunaweza tafuta na sisi kwa marezo sosyo, tuka tukakufatilia tuone unafanya kazi yako namna gani ndiyo. eh, nilisha toa niko na manyimbo abandiyo. Hmm. Um, albumu, albumu, albumu nishatoa audio nishafanya na video. Okay. Kwa sasa niko na jiandaa jiziko hiwani tayari? Hapana, sijabitia kuma rezou sosio kwa juu. Hmm. Niko na anda la kufanya lansema. Okay. Ndiyo. Uko na prepare lancement officiel ya, ya albumu yako. Ndiyo. Okay. Waimbaji wengine wakitaka kuanza mziki wananza kwanza na masingo, wimbo moja anatia kwa reseau sociau we, kwa nini umefikiria kuanza na albumu? Uh, asante sana mimi uh, kwanza kwanza kuimba mipeke mm, nilikuwa deja nishaandika nyimbo. Okay. Nilianzia kwa nyimbo moja. Hiyo nyimbo moja niliipata, nilikuwa naenda Kebeke, nilikuwa na mume wangu. Mm. E, nikasinzia kadogo mgari hapo mm, hapo hapo nikasikia nyimbo inakuya. Inakuja, nikaanza kuimba nikaanza kuimba, nikamwambia mume wangu ulishaona ulishapata nyimbo? Akanambia e, na wewe ushaimaliza. Nikashukua karamu nikaiandika. mm. A, tuko tunatoka tena Kebeke, tunarudia nyumbani mm. nikasinzia tena, nikaona ingine nyimbo sasa Okay. Halafu nikaona nyimbo zisha nishapata nyimbo sita nikasema, mi sitafanya, sitafanya nyimbo tu moja, moja. Nita, nitafanya albumu yote mm halafu -hmm. Nyuma ndo nitaenda nafanya na moya, moya, lakini kwa sasa nitaanzia ku albumu yote. Okay. Ndio. En tout cas felicitations kwa hiyo achievement umeshafanya. mm -hmm. Na albumu yako itakuwa na nyimbo ngapi? E, albumu yangu itakuwa na nyimbo sita. Nyimbo sita. Ndiyo. Okay, felicitations. Merci. Jina ya albumu itaitwa namna gani? Jina ya nyimbo itakuwa, ya albumu, ya albumu itakuwa Igitondo chimundu. Igitondo chimundu. Maana yake ni nini? Igitondo chimundu kuna siku unaweza kulia unaomba mm. Uko naomba Mungu kwa tatizo fulani mm. lakini uko na matumaini kesho Sawa. Sawa. Hmm. Lugha ya Kirundi, Kirundi. Okay. En tout cas, felicitation. Merci. Mm. Na najua haiko fasile kuanza karier musikali na ku, unaanza tu na unaanza na album mm -hmm. artist wengi venye wanapita mostudio yetu anatuambiaga alianza na single wimbo moja, ndio anafanya EP labda nyimbo tatu nne, ndio anawafikiria kuanza album, lakini wewe umeanza deja na album. Se ya felicite. Merci. Unasema huko unafikiria kuanza lancement officiel ya albumu yako itakuwa wakati gani? Ah, itakuwa mwezi wa kumi na mbili. Mwezi wa kumi na mbili kwa huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Okay. Itakuwa ni wapi, ni hapa Kanada, ni Burundi, ni Tanzania, ni Kongo, ama hiyo ni siri bado? Hapana. <laughs> <Nisi. laughs> <Nisi. laughs> <laughs> kwa juu sijajua, sijajua kama ni hapa inawezekana, ikuwe hapa hmm. au ikuwe Burundi. Lakini mwezi wa kumi na mbili unafanya lansma, ndio? En tout cas felicitations. Mara mingi watu wakitaka kufanya lansma ofisili wanatumanaga maaliko ma kwa watu mainvitation juu wapate support hmm. weni itakuwa itakua namna gani? kuko mainvitation ndio, mainvitation iko na yanda. mimi sijaona ya kwangu ama niko na ziandaa, sijatoa okay. okay. <laughs> we ndio utakuwa wa kwanza <laughs> Okay, asante sana mm. E, basi watu ambao wangependa kukufuatilia, wafuatilie kazi zako, wangoja uh, albumu kitoka, wanaweza kupata namna gani? Watanipata ku Facebook mm -hmm. watanipata ku YouTube mm -hmm. TikTok mm -hmm. Twitter, huko na hizo social media zote ndio. Wow. Umeshakamilisha hizo social media zote ndiyo? na jina gani wanaweza kupata naye? Vestin Nkurunziza. Vestin Nkurunziza, antukasi, tunashukuru sana kutembelea studio zetu, na sijui kama kuna jambo lingine ambalo ulikuwa nalo unaambia wafuasi wako ama watu ambao wanakufahamu na wale wengine watakufahamu kupitia social media, nini messaje ulikuwa nayo ya kuambia? Ndiyo, asante sana na, na, na nyie kwa, kuni, kwa, kwa kunipokea. Eh, chenye nawambia cha kwanza ni kuniombea kwa ndiyo. Juu uimbaji unahitaji vrema maombi. Mm-hmm. Pako vitu vingi Watu wanakuvunja moyo, kuna watu hmm. wanakuambia hili na hili hmm. lakini ukiwa na Mungu hmm. hautasikia maneno ya watu ya kukuvunja moyo ndiyo. utakuwa na msimamo hilo, sasa ndo jambo la muhimu hmm. na itaji kwa watu wote wataniona kwa marezo sosio ni kuniombea hmm. eh, kuniombea tu okay. ndiyo okay. Hmm. Je, uko na manajeri ama uko peke yako tu ama iko namna gani kazi yako? Eh, niko na dada yangu eh, tuisha wai na naye kufanya nyimbo mwa hii mm. album kuna zenye tulifanya na dada yangu mm. tulifanya korabo na dada yangu. oh, kuna featuring ambazo ziko kwa album yako okay. yeye anaishi wapi? anaishi Burundi. Okay. Ndiyo. so uli-, uli album yako ulitengenezea namna gani? ulitengenezea pa Canada ama ulienda Burundi utengenezea ama ilikuwa namna gani? nilitengenezea ga Burundi Imekuchukua muda gani kutengeneza ile albumu kwa complete? binichukua uh, wiki moja tu, wiki moja ndio. Wow mm. Na ilifanyika haraka sana. Ndio. Kwa sababu kutengeneza nyimbo sita, kwenda kwa studio ku record, ndio. Eh, kufanya mastering na mambo yingine, umechukua wiki moja. Bilichukua wiki moja. Donc recording imechukua wiki moja. Ndio. Lakini mastering na mixing imechukua muda sasa kwa producer kutengeneza kwa pole. Ndio, ndio. Okay. Antuka, asante sana dada da vesti kutembelea studio zetu za Baraza Media. Ndiyo. Na sisi tuko tayari kwa mwaliko wako hiyo siku ya lancement tutakuja. Mimi na timu ya Karibone, watu wangu kama una umewaona. Ndiyo. Na tunangoja hiyo mwaliko ifike tutakuja kuja kukusupport, eh, mara mingi. Lakini waimbaji wengi tumewashika mkono wa, wa, kutoka komenti ya Burundi hata wa Kongo. Lakini mkisha kuwa wa superstar mnatusahau, nafikiri watatusahau. Siwezi si kuwasahau. Sawa. <laughs> Sa, sawa basi, kama una nafasi ya kusalimia watu, kama ni mume wako, watu wako, dada yako, marafiki, nafasi ni ya kwako, wasalimia katika jina la Yesu Kristo. mm -hmm. Eh, na msalimu mume wangu yuko, eh, St Jerome mm hapa -hmm. Kanada na watoto pia Mm halafu -hmm. Na dada yangu iko Burundi mwenye tulitumika naye ma hizi nyimbo anaitwa nani? Anaitwa Nadine Okay. Ni dada mzuri tunafanana. mm -hmm. nampenda okay. na sana okay. tena sana halafu okay. na wasalimia wote wote wote wote warafiki zangu mama mm -hmm. yangu wa dada zangu vote okay. ndio, asante sana dada visi kuja ndani ya studio zetu, tunakaribia fika mwisho wa interview yetu na kama mwimbaji tunataka yeah, tukusikilize tusikie sauti yako, hata kama eh, proje zako ama nyimbo zako hazijatoka, albumu yako haijatoka ya tunaingoja kwama mwezi wa kumi na mbili, but tuimbie tu kidogo, tusikie wimbo moja ya hizo eh, nusu ya parti kidogo ya hizo nyimbo sita zenye zitatoka, tusikie to sauti yako iko namna gani? Sawa sawa, yes yes. uyu mubiri nambaye siwonza mbarangeze yo Zambaru ubwiza bwa Yesu kwazo sari konzo sa. Nituzama mu misi ya marira nituzama mu misi ya marira twarabikiwe n'iyindi yo gutwenga twarabikiwe n'iyindi yo gutwenga Wow. Hatuka unaimba vizuri sana, asante sana. Eh, sauti yako iko mzuri. Asante. Nafikiri hata watu wata, watapenda kazi zako. Asante sana. Sisi tu, unaimba kwa lugha ya Kiburundi unaimba huko, na naishia mimi siyo kusenga ni, ni... <laughs> siku za maombi siku za maombi. Ndio, ndio. Ina, inaongelea nini hiyo? Hii nyimbo ni hatuta hatutaishi kwa maisha ya kulia, mm -hmm. Tulishaandaliwa na siku za kucheka ndio. Inspirasio ah, okay. Mm. Imetokea wapi inspirasio? Ilitokea uh, nilikuwa na kitu fulani kilikuwa kinani kinanisumbua, ndio. Mm. Halafu nika- nika- mi, mi peke niko naomba. Mm. Nikaona tu ha, sita- sita sitaishi tu kwa kwa kwa muda wa huzuni tu. Mm. Kuna kuna siku itabu. Ndio, kuna siku nami nitacheka. Kuna siku Mungu atanifungulia na mimi cheki. Okay. Aliniandalia Mungu, alituandalia masiku ya kucheka, tuandalia na siku za kufurahi mm. Ni kama wimbo wa kuhimiza mtu mwenyeko kwa matatizo dio, kama kilio dio, dio. Dio. Kama mtu mwenye anapoteza kazi, mtu anasema hii hii mwili itabadilishwa sio, hii mwili itabadilishwa mm. siku itabadilishwa ndo uta utafurahi ndo, mm -hmm. Utacheka kwa wale waliomtumikia Mungu kwa kweli ah, okay. Na kweli na welinimersi sana asante. Tunafika mwisho, asante sana, asante. Okay. <laughs>